Amefika hapa, sitamwambia nini taarifa zote nikuwepo nazo. Cha msingi acha nisuge. Sijui atanielewa. Ha, family life. <laughs> <boundaries> Pole sana, <laughs> <Uwe> shoga yangu. <laughs> Yaani, nilivyokuona tu hivyo nikakumbuka na hii taarifa niliyokuja kupewa ya msiba, baada ya kupata taarifa ya msiba kwa umefiwa na mtoto wako, mtumbo la uzazi ikalia pa, kama unavyojua sisi wanawake tukishafiwa na mtoto maumivu gani tunayoyapitia? Hivi bado kuna matatizo gani? Aya, ulivyopata taarifa mi nimefiwa na mtoto tu, we tumbo la mzazi limecheza ndo we, babake na udugu na wewe, kwa usingeniona hapa eh? Na hiyo pole unanipia njiani kivipi? Yani we mbona mnafiki sana wewe yani, hapo unaponiona unakuja kwako. <laughs> Sasa ii njia inatokea nyumbani kwangu injia sina tokea kwa mzee Malembo. <laughs> baba bule wewe <laughs> Najua bwaga, kilichotaka kukuleta nyumbani kwangu ni nini? Si taarifa ya matatizo yangu? Na kama kweli ulikuwa unakuja kwa ajili ya taarifa ya matatizo yangu basi ungekuja nyumbani. Kilichokuwa kinakuleta kwangu ni kupata tu taarifa kwamba mimi nimeshuhudia mauaji, si unanielewa? Lakini kuhusu matatizo yangu wala sicho kilichotaka kukuleta nyumbani kwangu Niu? kwa kweli, dakipipi hauna jema, hauna jema kabisa. Yani baada ya kupewa hizi taarifa nzito zenye ujumbe wa, wa kusikitisha namna hii nikatoka zangu, nikaacha zangu mishe mishe nyingi Hmm? Ni mtu gani aloacha kazi kuja kukunjulia we hali kama sio mimi bwaga? It's me again Mr. Brudani kuja kuangalia wewe afu natolea nje. Why you beginning this life now? Em, ngoja kwanza <mulia> Mbona kuwa hiyo jikazi eh? Basi piga moyo konde. naisikia ifi yangu jikazi. Basi twende msibani. sio kwa hivyo, mi nitafanyaje? jikazi basi, ifi yangu kwa msiba. Asante mwana, maana nilivyopata hizi taarifa nikaona nipitie hapa ili nijue utaratibu. Ndio kama hivyo ulivyosikia, tumepata msiba wa ghafla sana, misha kikafa ghafla kifo chake, na hapo taratibu ukwepo msiba utafanyika kwa mdaya ndua. Kwa hapo nakutuona, ndio tukawa tunajiandaa twende, maana msiba unasafirishwa. Sawa, basi tunaweza tukaongozana. Itakuwa vizuri zaidi. Pia wifi, jikaze basi. Utatuweka katika hali gani sisi? <mimu> unanielewa, lakini kama unavyoniona niko kamili gado, najiweza unavyotaka wewe, na mimi nataka hivyo. Ukitaka tupigane, tunapigana mpaka asubuhi. Haya, leti kaifa. Haya basi, udugu, naomba tuyaishie hapa haya masuala ya ugomvi. Mimi nae kwanza, tukuwa marafiki toka tuko vidogo vidogo, vinyinginya hmm? Tulikuwa tuna ndoto za kuwa wasanii, wewe Zuchu, mimi Mondi Mwaga, eh, nyimbo tulitungaga miaka hiyo hamsini kweusi, tukairekodi hilo, hata isikiliza nani? tuende kwenye business country is song kutoka hapa, tumtafute Stani, tulipue goma lile lile, muiba zuzumzu zomzomzo, muiba nyonyonyo nyonyonyo, muiba shoga yangu. Nikienda kurekodi nyimbo kwa Stani nikisha kwa msanii mkubwa kama Zuchu, mbwembwe namwacha pale kwa upepe Kilimanjaro, hoteli na kuna Kuku kwa mrija bata pembeni, kuku wakuchoma ng'ombe wa kupiga hivi <laughs> Stani, Stani <laughs> Oh, hey! Tena nikienda kwa Stani. Wewe mbele, mi nyuma, tukifika pale mi si mfupi, nitaambia niweke kistuli niwe mrefu mrefu kidogo. mwisho wa nyimbo atatuweke ile auto ile. Tena! Afu mina maliza sabu. Changamka! Changamka! Samani mwalimu. Uh, bila samani, nilikuwa na shida kidogo. Nilivyouliza uliza hapa kijijini, sijapata majibu ya kueleweka. Nimejaribu kufuatilia sana, hivi sasa hivi mbona sioni mkiwa mnafundisha? Nilikuwa na kijana wa mamangu mdogo, nataka asome, lakini sijaona chochote shuleni kama kuna wanafunzi. Nikasema nikimuona mwalimu yeyote nitamuuliza. Uh, haujakosea kuniuliza na vile ulivyokuwa unauliza na upatiwa majibu sahihi ni kawaida kwa sababu ni kweli sisi tulikuja hapa kwa niaba ya kufundisha lakini mwitikio ulikuwa mdogo sana yani wanafunzi walikuwa wanakuja kwa uchache sana shuleni kwa hiyo unakuta leo amekuja mmoja kesho amekuja wawili ilikuwa inatoa mbili kwa hiyo ikafikia hatua mpaka ili swala likasitishwa kidogo lakini lipo kwenye mchakato na kama litakaa sawa basi, tutawapeni taarifa. Basi sawa, maanake nilikuwa na wasiwasi, nikasema nitamwona mwalimu wote nimuulizie, mkishakuwa kuwa sawa, mkianzisha nitamleta mtoto huyo mwangu mdogo.

nadhani nilikupa onyo na nikakwambia ukirudia tena naondoa uhai wako. Sasa huu ndo mwisho wako. Sawa? Vipi we upande wako, ja, wako kuhusu elimu? Ni mi nimesoma, nimesoma elimu ya msingi japokuwa ndo hivyo, ilikuwa mvutano mvutano, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, elimu ninayo. Sawa, kwa mimi nimesoma soma kidogo, sijisifii, lakini nimefika chuo, nimepewa stashahada ya walimu. Kwa hiyo mimi mafunzo ya elimu ya kuendelea ulipoishia ninayo, unaweza ukaja tu kujifunza pia. <laughs> <laughs> Sawa, mwalimu ila mimi kwa sasa hivi kwenye mambo tena ya elimu sizani kama nitafanya vizuri kwa kweli, lakini haina shida ah. Uh, sawa, lakini elimu haina mwisho, na kama utalikubali ombi langu na ukaja, sitokuweka pamoja na wale wanafunzi, nitakuweka peke yako na nitakufundishia nyumbani. Sawa, mwalimu, haina shida. Sawa kama utafanya maamuzi si ti... nyumba za walimu nafahamu zilipo.

bapandike heshima ikojoba yugakala ili yopandishwe bodola lazima nasimopita chini ya uvungu ili mosili nale na nzela nale kujala isila koshoka chini muno shiko nyinge no shiko nyinge balwaza na magongo <coughs> <kato pale> <coughs> nachechemea moyo ayamoyo hawezi kuongea ghafla. Songo ona, nakwambia wako upendo ndani umeingia. Mi niko poa kabisa. Sijui ulipotoka paka kufika hapa. Mi namshukuru Mungu. Sijui nyinyi, si hapa nyumbani tuko vizuri kabisa. Nambie, mi nilijua bado hujarudi. kuna mtu ameniambia amekuona, ndio maana nimefika hapa ya yeah. Ni kweli nimerudi, kwa sababu nilienda kwa haraka sana nakurudi kwa haraka kicho nikuhamisha kuonana na e, ni mjomba tu, kuna majukumu alikuwa ananipatia hapa nyumbani <laughs> sawa, ila mpenzi wangu, yote kwa yote kilichoniita mimi nzia ni mkumisi wa wow. <gülsri> mii nimekumisi sana. Unajua wewe ndo mwanamke ambaye unanifanya mimi nakuwa na furaha sana kwa kila wakati ambayo napitia, unajaribu kuniliwaza na kuniweka sawa. Mimi mwenyewe pia nimekumisi sana penzi wangu, lakini tusiongee hapa, kwa sababu muda si mrefu shangazi anaweza akatoka hapa akatukuta. Unajua so, kipindi kile, basi sawa inabidi uje nyumbani, amna sehemu nyingine, ila ukija umejiandaa kila kitu, kwa sababu pale tukifika ndo tutajua tunaenda. Sawa sawa. Kata asa wanaenda wapi nini hivi kweli? Hivyo ndo tunavyowagana mimi, mimi si <laughs> kweli, kwa nimesahau

kosa sio kosa yenye kazungumzika, lakini umeuchuna nifanye hivyo mwenzio, lakini mara ma, nyingine ma, ma, la najikuta na mimi nakuwa ninaogopa kwa nakuja kuongea na, ugupa, na kongiana, wewe mtu umeuchuna maana hutaki, hey. Kuongea na mimi kweli, mimi mwana mwenzio tu, mbona ni mtu wa watu, ongea na mimi mwenzio, unaweza nikaaga dunia, ujue dunia, ujue hey.

Muda tatapo nimeka nkafikiria, <laughs> kwamba huyu si anataka tu kupotea na kurudi, lutati ameshapotea <laughs> nimekurudisha tena, cheka tata na wewe. Ndio kwa nini kosa langu? Labda nashinda kusamehe, na wewe tumbo linauma, alafu nashinda kusema kwa wakati, alafu bamdogo eti kasiwa kanauma tumbo, hapo akasemi Siwa mm -hmm. Una matumbo kweli, sasa sungeongea na ni Melisa kakuchemsha dawa. um, <laughs> yeah. Amesema linaumaga lenye afu linapona tena, ko nipo chini ya uangalizi wake, usiwaze au sa <laughs> Niache. Wewe sio hau nage muda kuongea na mimi. Sasa nakuomba toka, nenda kule kakae na misukulu yako uongee, niache peke yangu, na nakuchukia kiepe. aheshima hiyo irudi kwako kwa sababu mimi ni mkubwa kutokana na karama nilionayo, lakini si umri. Kikubwa kilichonileta hapa nimekuja kukupa taarifa. Hiyo safari unaoelekea, naomba uisitishe na urudi ulipotoka. Anashoba kuingilia maisha ya watu huyu ngangangu kulabwa. Mi nilikuwa naelekea huku, kuna kitu naenda kuangalia, mara moja narudi, wala ni kwa siendi kukawia. Nimekwambia hiyo safari unaelekea uisitishi, kwa sababu sio salama kwako. Kwa hiyo kwa ni maamuzi yako kunisikiliza mimi, kutokwenda kwenda au kwenda. Yeah. Ah, uh, uh. Ekiumu yaani, anabadilika kama kinyonga. Aya, kaniambia mimi nisiende huku, kuna hatari kwangu. Ye mbona kaenda? Yani anajikubalia peke yake, sijui ana matatizo gani? ananiuzi jamanimnaakakii tiwakitema ivomimuwangu nakwa unauma mona swakuniacha so mfaranga eh? Ugarauka maji adumba kweli eh? Tabaki na nani, taishi na nani, yani tacheka na nani sasa eh? Ta, takua natanyana na nani? Angalia utu wangu mi mwenyewe, mtu chuma tu peke yako ndo kinaishigi mshale, kama mshale

Salama, siuiza kwako. Salama samani, bila mtaalamu samani? Mtaalamu hapana, ametoka nilikuwa na shida naye kweli. Sijui itachukua muda gani hapa hapaee Ya, kuhusu muda salama, bila kama unahitaji naweza kumsubiri. kama inawezekana wa kusaidia shida yako nikusaidia. Ah, shida yangu wanaijua yeye kuo, ni vizuri zaidi kama ningemkuta. Basi mi nitarudi kwa wakati mwingine. Sawa, karibu. Asante. Nini, bitch boy? Wewe jana ulijipigilia wapi? Mjana, nilikuwa naelekea zangu banda jeusi nikagumiana na sister Memena. Nikamuelekeza aje, nikamwelekeza aje akucheki maskani. Kwa sababu mimi mtani kwangu usijagumiana na wewe kama unakwelewa bosa, sijui mlikutana au vipi. Mimi sijagumiana naye. Sema nini mwanangu, Baluza? Mimi naelewa tunafagilia usela. Lakini ni time moja inabidi tupunguze. Ukizingatia katika harakati hii tulionayo ya msiba, ujue. Inabidi ni time moja unakaa pale na masisteli, mnajua mnafanya vipi. Asema mwanangu, muda wote unafagilia usela hata kwenye harakati ya msiba achuzi. Haya, baridi nikikuuliza. Tangu litokele harakati la, la msiba pale. Mimi siwezi kukaa pale mtaani, akati mwenyewe unaelewa kabisa, baba yangu sinajua, mimi roho inaniuma mwanangu, sister ndo kama vile Siwezi so, si kukaa pale mimi kumwangalia da sistafuni kumwangalia mjomba kama vile mimi roho inaniuma mwanangu. Usimwone, unachukulia poa. Mimi naelewa. Sema hiyo one time moja ndo unanifilisha. Siku ile tumegrana na ule mtoto pale. Ameniambia ni tule baridi mimi nimetula. Angalia sasa hivi mwanetu umeshakuwa shampindisha. Sisteli naye ndo kama hivyo, mwili wake hauelewi uko wapi. Afu unachukulia chikeni bichi boi. Ongea sigara. Sala kutembezea bibi sigara chiga si hapo ulipoebichigoi shapagawa babangu. Maisha wa kweli kwa heshima, hmm. Hmm. Sijapendezewa na tabia aliyoifanya mwanadamu ulionipa nimtumikie. Nini amefanya kuna mtu tofauti na jinsia yake ameshika ya mwili wake. mm. Sawa, nachokihitaji endelea kumtumikia, maana hivi vingine alikuwa hajavifahamu nitaweza kumfahamisha na ataenda vile unavyotaka. Kama nataka nimtumikie, asikorobe na kitu chochote kinachohusiana na uchafu na chochote kitakachoweza kunikaraisha. Sawa, nadhani nikimfahamisha sidhani kama atenda tofauti na wewe. Ondoa shaka, sema mwanangu. Yani, kama umechukua msumari afu ndio umetumbukiza pakwene moyo. Aniwezi amini mwanangu, yani mwanangu, ukiacha msiba sister, msiba mashaki mwanangu, ndo umeniuma ile ileile mwanangu. Alafu chakuchanganya wanamtoa hapa wanampeleka muweza kelenge kwa baba yake, si unajua zile ndo napenda kumzikia. Inaniuma sana mwana, inaniuma sana na mimi nasemaje? Na bora ningekuwa na undugu na yule mzee asotaji mwenyewe, unaelewa katika harakati zetu za kisela, unyonge zangu afu unaleta unyonge. Unajua kama kuleta unyonge au kama sasa hivi inabidi tuonyeshe uchizi, masisteli. Mimi ndo alikuwa ananibana bana pale mtaani, afu sasa hivi hawapo kwa sasa hivi. Fungulia dogi. Chochote poa kama tunarudi kwenye harakati zetu zile za mwanzo, baridi ule mshambo, tutakapogumiana naye popote pale. Sisi tukishakula mendomu yetu hapo, nafikiri tunamwaza nani? Tunajitia miganzi tu, afu tukienda bado na tuna kiwasha tunatikisa wote pale. Kwa hiyo miganja miganja, mibange mibange, si unajua vipi hilo mwanangu? Neno hilo neno tunakinda alafu uzima au unasemaje mwanangu? Hapo tunajipaka mima vya nguruwe wetu, maana wadogo sana, nataka kuponzwa na rangi sasa. Subiri waumie. Ama kweli dunia tujaimaliza vitu chini ufungwa tujaviona, watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko, sijapata kuona. wanaitwa mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui.